Kaunti namba 25 gatuzi la Samburu kwake uh, Bonifas Barasa ambapo anatuambia serikali ya kaunti ya Samburu imeanzisha ushirikiano na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali katika kusambaza chakula cha mpango wa lishe katika shule za chekechea kwenye kaunti hiyo. Ushirikiano huo unahakikisha chakula kinasambazwa kwa wakati ufaao. Ushirikiano huo unalenga kusambaza chakula cha mpango wa lishe shuleni kwa zaidi ya shule 500 za chekechea kwenye kaunti ya Samburu. The distribution and monitoring and role is to cater for the distribution from point from the warehouse to all the ECDs. So we have close to 536 ECDs that will receive the food between today baadhi ya wa waalimu tuliozungumza nao wamesifia mpango huo usambazaji wa chakula wa mpango wa lishe katika shule za chekechea na kuutaja kama unaowachochea wanafunzi kufika shuleni kwa wakati ufao. shule ya DB inakwanga 250, lakini tangu tufungue tumekuwa na watoto 185 ni kwa sababu ya ukosefu ya chakula aa, watoto hii chakula huwa inawasaidia wengine wanakula hiyo chakula mchana ndio wanarudi naye kesho, kwa sababu ya shida ambayo wako naye kwa vijiji mahali wanatoka. Napokea chakula kwa shule ya chekechea leo na ninashukuru hapa, wale wanafunzi walikuwa hawako wanakuja shule, nafikiri kuanzia Jumatatu najua wanafunzi wakisikia kuna chakula kwa shule wat, wat, watakuwa shuleni na watakuwa wengi. Upande wake, waziri wa elimu katika kaunti ya Samburu Mark Egalan ametaja mpango huo, kando na kuwachochea wanafunzi wafugaji kufika shuleni kwa wakati ufaao, pia imewasaidia kwa pakubwa kukabili tatizo la utapiamlo na kuhakikishia wanafunzi afya bora wanapoendelea kubukua mabuku shuleni. Over 4000 bags of rice have been procured, 700 bags of beans and

Mpango huu usambazaji wa chakula katika shule za chekechea unaendeshwa na serikali ya kaunti ya Samburu, kauli mbiu ikiwa kuweka msingi thabiti wa elimu ya msingi kwa wanafunzi wafugaji kaunti hii. Bonfas Barasa, runinga Citizen, gatuzi la Samburu. Okay, gatuzi, la...